Hawana ajira na mimi bado kijana, bado nina umri mdogo, ninahitaji niwainue vijana wenzangu. Na vijana mnafahamu, nadhani mnakwenda mjini mnaona, kabla sijawa hata mbunge niliwaajiri vijana zaidi ya elfu moja mia nne ambao wana pikipiki zangu. Kila kata vijana zaidi ya mia mbili wanapata pikipiki piki. Hey! Hey! Hey! Hey! Na wahakikishieni na haya maneno ya tarehe moja muyaandike, nitakwenda kuyatekeleza kwa vitendo baada ya kuapishwa. Nikitoka kuapishwa, mtaona kwa vitendo Nitaanza na kinamama wa CCM. Nendeni mkapige kura tarehe 29, kwa kwa kinamama, mkijua mwandaye, vikundi viwe hai. Baada ya kutoka kuapishwa, naleta mabilioni ya fedha ya kwangu mwenyewe, nitakuleteeni pesa za kwangu, sio za serikali, za kwangu mwenyewe, nitawakopesheni Kubaliana kila mwaka mnawapa kikundi kingine, wanaendesha mwaka mwingine mnawapa kikundi kingine, tutakwenda awamu, <coughs> awamu. Kuna, kuna, kuna, kuna zahanati mbili zimetengewa fedha lakini hazijakamilika. Nasema Edison, nikitoka kuapishwa zitamalizika kwa siku mia tu ii <coughs> <coughs> Kwenda kutafuta fedha. Mimi siyo mbunge wa kwenda kubabaisha. Mimi najua nagonga hodi wapi, nazungumza na nani na nani anikubalie. Ndugu zangu, msidanganywe, na kuombeni, msidanganywe. Hapa kuna porojo nyingi, siwezi kuzisema, lakini nakuthibitishieni, mtakuja kuona kwa vitendo vyangu. Sote hapa tunategemea kilimo. Nimepanga endapo nitatoka kuapishwa, nitakuleteeni mbolea ambazo unachukua mfuko leo, unachukua mfuko wako leo, unaweka kwenye mahindi, mwakani unanilipa baada ya mavuno.